nchi wa Mtwara wa vijiji vyote mia saba themanini na tano wanafurahia sana huduma ambayo e, bodi yako inasimamia, kwa sababu usambazaji wa umeme umekuwa ni mkubwa. Lakini vile vile, tuna wananchi wa Mtwara wanaona jitihada ambazo unazifanya, kwa hiyo wanaona kazi kubwa ambayo unaifanya. Kwa hiyo kila nikipita, wananiambia naomba tufikishie salamu. Kwa kweli shukrani sana kwa wanaMtwara kwa kazi kubwa ambayo REA inaifanya. Hivyo pongezi za dhati zinaanza kwako wewe, kwa sababu ndio unaosimamia bodi nzima kama mwenyekiti na ndio msimamizi mkuu katika maana ya maelekezo na vitu vingine. Lakini shukurani zinakuja na kwa watendaji wako wote. Na zaidi tufikishe salamu kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati na naibu na, na, na, na Waziri Mkuu, kwa kweli kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Wanamtwara tunashukuru sana na zaidi ya yote ni kwa mheshimiwa Rais wetu, kwa sababu haya yote ni maono na matamanio yake. Umeme mbali ya kwamba ni uchumi, lakini umeme ni usalama. Vijiji vyote kumi na mbili elfu na mia tatu kumi na nane tumeshavikamilisha, eh mabaki vichache tu ambavyo tunamalizia katika kuvikamilisha eh, lakini na vitongoji. Na mimi nashukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa taarifa ambayo umezitoa hapa, ya kwamba katika mkoa wako vitongoji pia eh, tuko zaidi ya asilimia sitini na saba eh, eh, maanake una vitongoji elfu tatu, lakini vitongoji elfu mbili plus tayari vimeshafikiwa na umeme. Mimi ambalo naliomba tu kubwa kupitia kwako eh, ni ile elimu kwa wananchi, ili wanapo hii miradi inapoendelea kule kwenye vitongoji wawwawe tayari wameshafanya wayari kwenye eh, nyumba zao, na kama watakuwa wamefanya hilo, ina maana inarahisisha mkandarasi anapokuwa pale, wote ataweza kuwaunganisha. Kuanzia mwaka 2021 mwezi wa tatu, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 187.7 kwa mkoa wa Mtwara kwa ajili ya miradi ya umeme vijijini peke yake. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo serikali imefanya na kusema kweli ni hatua ya kuipongeza serikali kutoa kiasi hicho cha fedha kwenye sekta moja tu ya umeme.